Ahadi ambazo ni zinaonekana tamu kwa wananchi wakati wa uchaguzi, tukikumbuka kwamba katika awamu ya nne ulianzishwa mpango wa mabilioni ya Jakaya Kikwete ambao ulikufa bila kuelezwa Bunge au wa Watanzania umekufaje. Na kwa sababu sasa hivi ni mwaka mmoja umepita tangu tumemaliza uchaguzi na, na Baraza la Mawaziri linajua kwamba hadi robo ya kwanza ya mwaka wa fedha wa mwaka elfu mbili na kumi na sita kumi na saba inakwisha kuna wizara kadhaa hazijapata fedha za maendeleo. Sasa namuuliza waziri, ni miujiza gani itakayotumiwa na serikali hii ambayo leo imefilisika, ambayo leo imeshindwa kutoa mikopo ya wanafunzi wa chuo kikuu kwa maelfu, kwamba inaweza Naomba utulivu tafadhali. Umeshamaliza swali Mheshimiwa? Bado. Basi naomba umalize tafadhali. Kwa hiyo nauliza ni miujiza gani serikali iliyofilisika itakayotumia kutafuta fedha hizi bilioni 960. Mheshimiwa Mheshimiwa Jenista, alafu tueleza na Mheshimiwa Mheshimiwa. Waheshimiwa, basi naomba utulivu, tumsikilize kwa hisani yenu, naombeni. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mbowe kwa niaba ya Mheshimiwa waziri mkuu kama ifuatavyo. Eh, Mheshimiwa mwenyekiti, ninaomba kuwahakikishia Waheshimiwa wabunge kwanza kwamba serikali hii haifanyi kazi kwa miujiza. Serikali hii... serikali hii inafanya kazi kwa mpangilio wa bajeti tuliojiwekea. Mheshimiwa mwenyekiti, na uthibitisho wa kwamba jambo hili linatekelezeka ni kama tulivyoweza kuwashangaza Watanzania kwa kutoa elimu bure kwa mabilioni ya s tulivyoweza kuwashangaza Watanzania kwa kutekeleza miradi mingine mikubwa na hata ununuaji wa ndege <coughs> tulivyoweza kuwashangaza Watanzania kwa utekelezaji wa ilani yetu kwa mambo mengine mbalimbali. Ninaomba, ninaomba niwathibitishie ni Watanzania, fedha hizi zitatolewa na watanzania watazipata, na serikali hii haitafanya kazi kwa miujiza, itafanya kazi kwa mpango wa utekelezaji wa bajeti ya wananchi tuliojiwekea, na fedha hizo zitafika pia hata katika majimbo ya wapinzani katika nchi. Asante sana Mheshimiwa, nafikiri maswali majibu yamejitosheleza. Na, na inaonyesha wazi kwamba serikali haijafiisika, Mheshimiwa Mbowe. Kwa hiyo naomba tuendelee, tustahimili.